Chini mshtaki wetu, mshtaki wetu, maana yake msingiziaji wetu, Shetani. Kwa hiyo mtu akiwa anafanya kazi ya usingiziaji, maana yake ni kazi na roho ya shetani. Shetani ni mshtaki, anaharibu taswira yako kwanza, kabla ya kufanya kitu kingine chochote. Maana yake kuna wakati shetani anaweza kaenda kukushtaki mahali, taswira yako iweze kupotea na wakati shetani anatushitaki ili kuweza kuharibu taswira ya kanisa, maana yake anatengeneza maneno ya usingiziaji ili taswira ya kanisa iweze kupotea, ili taswira ya kwako wewe iweze kupotea, taswira na mfumo mzuri wa kanisa uweze kupotea. Shetani anafanya kazi ya usingiziaji, yeye ni mshtaki. Lakini shetani afanye kazi peke yake? Maana yake anatumia watu kufanya kazi. Kwa hiyo kama anatumia watu kufanya kazi watu wanamsaidia shetani kufanya kazi yake ya ushtaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani, kabla ya kuua mwili, anaweza kaua jina la mtu, anaweza akachafua jina la mtu. Anajua kisha kuchafua wewe, akisha kusambazia maneno fulani, lazima uzofike kwa, kuna wakati, kuna watu, kuna watu ili umalize, kamsambazia habari zake za uongo, kamchafue huku, akishasikia tu hizo habari anapata hata stroke, anaumia, anasema kwa nini wamenisemea hivi? Ni kwa sababu amesikia kwa maneno tu, yani kwa maneno tu, kwa kumwambia tu maneno fulani anakuwa amepotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kusingiziwa kunatokana kunatokea hata bila sababu. Kuna watu ambao wanaweza wakasingiziwa, yani tu hilo neno kusingiziwa, maana yake inaweza ukafanya unafanyiwa kitu ambacho hata hakuna sababu yoyote. Maana yake kuna jambo hujalifanya lakini kunatengenezewa jambo la wewe kwamba umelifanya. Ukisoma kitabu cha Zaburi mia na tisa na ule mstari wa pili, Zaburi mia na tisa na ule mstari wa pili. Biblia inasema hivi, mpaka ule mstari wa tatu: kwa maana wamenifumbilia kinywa kinywa cha mtu asiye hila cha hila wamesema nami mungo, na kwa ulimi wa uongo naam, kwa maneno ya chuki wamenizunguka wamepigana nami bure. Maana yake bila sababu. Maanake kuna wakati usingiziaji unapotokea with no reason mtu anakuwa hana hata sababu ya msingi, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza wakatengeneza kitu chochote hata hujafanya jambo lolote. Jayiona, watu wanatengenezewa visa. Ukiuliza ametengenezewa kisa ni kwa sababu gani, hana sababu ya msingi. Maanake ni roho ya usingiziaji ambayo inaweza ikawa inampata mtu, mtu yuko tayari kufanya hicho kitu bila hata sababu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usingiziaji si lazima mtu awe na sababu ya msingi mpaka afanye usingiziaji. Mtu anaweza akafanya usingiziaji kwa mtu kwa ajili ya kanisa hata bila sababu ya msingi. Hana sababu ya msingi na anafanya usingiziaji. Kwa hiyo usingiziaji unaweza kutokea pasipo sababu ya msingi. Tafute andiko moja hapa, pasipo sababu ya msingi. Ukisoma Zaburi ya 35 tano Zaburi ya 25 na tano mstari wa tatu anasema, naam wakungojao hawataaibika hata mmoja, wataaibika watendao uhaini bila sababu. Na Zaburi 35 ta mstari wa saba pia anasema hivi: maana bila sababu wamenifichia wavu, yaani bila sababu wananitengenezea sababu ya kuniteka, sababu ya kunizuru sababu ya kunitengenezea visa. Zaburi 35 mstari wa saba: maana bila sababu wamenifichia wavu. Yani mimi sina sababu, huyo ni Daudi anazungumza kwamba bila sababu wananifichia wavu, bila sababu wamenichimbia shimo nafsi yangu. Yani si kwamba nimeroga watoto wao, si kwamba nimetesa watoto wao, lakini bila sababu. Unajua, mtu akiwa na kisilani na maisha akiwa na kisilani na kanisa, akiwa na kisilani na watoto, akiwa na kisilani na ndoa, akiwa na kisilani na biashara yako, hata kazi. Inawezekana tu unapata faida chache, lakini mtu tu ana kisilani, yani ana ya kisilani tu. Bila sababu, anatengeneza namna ya wewe kuweza kuaibika, namna ya wewe kuweza kuwa chini, namna ya wewe kuweza kujuta, namna ya wewe kuweza kuanza kuumia. Ndio maana anasema bila sababu amenifikia. Manaake kuna wakati anasema, ngoja nitengeneze ugonjwa kwa huyu mtu bila sababu. Kimwambia ase umeloga. Yule mtu alikukosea nini? Hata mimi sijui. Sasa umeloga huku za mtu hizo zimekufa zote, alikukosea nini? Hizo huku zimekukosea nini? Hata mimi sijui. Bwana, umeleta kifafa kwa mtoto wa mwenzako, alikukosea nini? Hata bila sababu, bila sababu wamenifichia wavu. Daudi anazungumza bila sababu, wamenichimbia shimo nafsi With no reason, pasipo sababu ya msingi, na ndio maana kuna mtu mwingine alishikwa na uchafu nini, anaambia sasa, wewe kakaako asema uliloga mimi, azivataminawasijele pasipo sababu.